Kwa hiyo hili ni jawabu kunako wale ambao wanasema eti Sheikh Yahya na wale wanaowaita mahajawira, pamoja kwamba tumebainisha kwamba sisi siyo hajawira, sisi ni wafuataji wa kitabu cha Allah na sunna, ufahamu wa salafi wa umma. Jina hilo hatulidhii, wala hatulipendi, na wala hatumfuati Sheikh Yahya ibn Ali Alhajuri hafidhahullahu taala, bali hatumfuati yeyote yeye kama yeye, isipokuwa tunamfuata mwanatuoni yeyote ambaye amekuja na haki, tunafuata kunako ile haki alokuja nayo, sio yeye kama yeye. Kwa hivyo sisi sio hajae, na Uthmani bin Afani si mtu wa bid'ah na ikiwa nyinyi mnangang'ania hilo, tunafanya jambo moja. hatu burhanakum in kuntum sadiqin, leteni hoja zenu ikiwa ninyi ni wa kweli. Wapi maneno ya Sheikh Yahya ya kumbidiisha Uthman? Wapi maneno ya Hajawira ya kumbidiisha Uthman?